E, na kwa sababu yani hata hiyo hatuhitaji mlolongo uwe mrefu ndio, na bata e, ni mbio na bata, yani watu waje kupumzika, simeona ukijani wa sasa hivi mm. E, kuna ukijani kuna hali nzuri, na kama mlima utakuwa unaonekana pata watanani asubuhi unakuwa live asubuhi unakuwa live, kwa hiyo iwe ni mbio e, ambayo inakaa vizuri kama, kama huyu mkandarasi atafanikiwa mtu akienda toilet anakutana na mziki, uh, <laughs> unakimbia kule unakutana na msitu safi, unaona mlima Kilimanjaro. Ndugu wananchi na ndugu wa Tanzania wenzangu, naomba nichukue fursa hii, leo ni siku ya kipekee ambayo tunakwenda kuitangaza Rombo Marathon ambayo inakwenda kufanyika tarehe 23. Rombo Marathon ya mwaka huu ni ya tofauti. Utofauti wake haitakuwa Rombo Marathoni ya siku moja. Itakuwa ni Rombo Marathoni na Ndafu Festival ambayo inabeba siku tatu. Siku ya kwanza itakuwa ni siku ambayo tunaita before party. Before party tumeshaandaa. Kutakuwa kuna matenti, kuna eneo la vinywaji, kuna eneo la ndafu kuna eneo la nyama choma ambayo hiyo usiku watu watakaa wataifahamu Rombo na wataelewa kwa kupitia siku hiyo. Kwa hiyo kwa watu ambao wanakuja katika msimu wa mwisho wa mwaka, ambapo tunaelekea mwaka mpya, tumekutana na mambo mengi sana, maana yake ni sehemu pekee ya kuja kupumzika, kwa sababu unaweza ukaja na familia yako. Tumeandaa matenti, matenti ambayo ya watu wa kawaida ambao hao wataenda kukaa kwenye hayo, lakini kuna matenti mengine ni ya VIP na wenyewe watapumzika katika eneo ile. Kwa hiyo itakuwa ni marathoni ambayo unafika unapumzika kwanza. Siku ya pili sasa ndio siku ambayo tunakimbia. Mkisha kimbia hiyo siku ya pili, unapata flavors za tofauti kabisa. Flavors zenyewe ni hizi zifuatazo, kwanza unauona mlima Kilimanjaro kwa pembeni, lakini unaviona vijimito vinavyotiririka lakini la tatu unauona msitu. Ni mbio ambazo tunasema ni trail run, ambayo unatembea msituni unakimbia msituni. kwa nini uje Rombo Marathon? Ni Rombo Marathon ambayo siku hiyo unakimbia, tuna vituo vile vya kupumzikia. Utakapokuwa unapumzika, utapata mbege, utapata maji, utapata matunda utapata vitu ambavyo huvipati kwenye marathoni nyingine yoyote. Lakini lengo la marathoni miaka yote huwa linakuwa na content ya kurejesha kwenye jamii, labda kujenga shule au kujenga vyoo au kufanya vitu fulani. Lakini mwaka huu tunachofanya, tutaiunga mkono serikali inayoongozwa na, na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupanda miti elfu kumi. Maana yake ni siku ya tatu, umesha kimbia umepumzika, siku ya tatu unapanda ile miti. Wito wangu unakuja kwenye marathoni ambayo ni ya tofauti na ni marathoni ya kitaifa, sio kwa ajili ya Wachaga tu, sio kwa ajili ya watu fulani tu, ni marathon ya kitaifa. Mtanzania yoyote unakuja kwenye marathoni ya kitofauti, ambayo utapata flavor tofauti, ambayo utapata experience tofauti, unakuja eneo ambalo hauna mawasiliano na vitu vingine vyovyote zaidi ya wewe kutuliza hali yako na, na, na, na pressure yako kuishusha ni maisha yako yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo Rombo Marathon, bado watu wanatakiwa wajiandikishe, na bado tunawapokea kama mnavyoona mimi nimevaa kiti ambayo itatumika kwa ajili ya Rombo Marathon. Kwa hiyo njoo na fedha yako Utapewa kiti kama ya kwangu hii, utaitumia. Njooni mjiandikishe kwa wingi. Kwa majina, naitwa Joseph Katembo, natokea kamati ya ufundi ya maandalizi ya mbio yetu ya Rombo Marathon. Uh, napenda kuwahamasisha Watanzania wote kwa ujumla, washiriki wote kwa ujumla, usajili unakimbia kama treni ya isijara ninavyozungumza hivi sije tukaanza kashangana, maliza na unakutana na sold out. Tukimbizane na usajili, tuna vituo e, vifuatavyo ambavyo watu wanaweza kwenda kujisajili kwa ajili ya Rombo Marathon. Kwanza kabisa ukifika Dar es Salaam, kituo kipo Mlimani City, unajisajili pale, unachukua vifaa vyako kwa ajili ya Rombo Marathon. Ukija Moshi, kituo kipo Hugos, unafika pale, unajisajili, unachukua mzigo wako. ukija Tarakea, kituo kipo Ice Vegas unajisajili unachukua mzigo wako. Tupo Rombo mkuu Kingdom. Karibu sana ukienda Arusha, Bristol Hotel, vituo vyetu vinaendelea na usajili. Kwa hiyo ninawaomba sana washiriki, kama unawaza kuja Rombo Marathon, kimbia kajisajili. Kama hujajisajili, jipige kifua jiambie, muda unaenda utakuja kujilaumu kuikosa Rombo Marathon ambayo inaenda kusimamisha Tanzania yetu. Ni Rombo Marathon iliyoboreshwa. Zawadi sasa, tuna zawadi kwa kilomita ishirini na moja hafu marathon, watu kumi. Tuna zawadi ya kilomita kumi, watu watano tuna zawadi ya kilomita tano watu watatu. Maalum ni watoto tu, naiweka vizuri, watoto kilomita tano. Hatujawacha wazee kuanzia miaka sitini kwenda mbele washindi watatu miaka sitini kwenda mbele. Ni maboresho makubwa sana ya Rombo Marathon msimu wa tatu 2025. Karibuni sana tuendelee kujisajili mbio, nafasi zinaendelea kupotea, zinaisha, muda si mrefu. Karibuni sana tujisajili Rombo Marathon 2025. Mfumo wetu wa usajili, tuna mfumo rahisi sana, na kwa dakika hizi sitaki kuweka mambo mengi. Popote pale ulipo, tunatumia lipa namba 22 39779. Hiyo ni lipa namba isome Rombo Marathon and Ndafu Festival 22 37 7789. Hakikisha kwamba imesoma Rombo Marathon and Ndafu Festival. Huo ni mfumo rahisi sana popote pale ulipo. Lakini zaidi tutembele vituo vyetu tuweze kujisajili live.